Mama, alo, alo. Mie, Mama Samia, aloo aloo, bidhi ya mitano tena. Aloo aloo. Dalisha weka bidhi weka bidhi weka bidhi pembe na bidhi. Tunaenda kulia kushoto. Tunampigia simu Mama Samia, unafanya mkono hivi. Unafanya mkono hivi. Aloo aloo, mitano tena. Aloo aloo. Mama Samia, ameni hiyo mali, tunasema Mama Samia mwanzo mwisho. Hao ah, watu wapate picha nzuri. Jamani, mbona misasi mbili inataka kusaidia mama kidogo tulieni una... Kwanza tulieni kwanza. Unajua kwa nini nimemtambulisha? Kwa nini nimemtambulisha? Huyu ni mkiangu wa ndoa. Kuna mtu mmoja anaitwa Nzuruni Kibera, naomba nimpelekee meseji na hapa. Najua na wapo watu watamwambia, ana kawaida ya kuniita Mario. Mimi kwanza hilo jina nalipenda sana